Baadhi ya, ya wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wamejitokeza kuwakashifu pakubwa seneta wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago na mwenzake wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei kwa kile anachokitaja kwa kuchukua hatua ya kumchafulia jina gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya.

Uh, uh, honorable speaker. Matamshi ya maseneta hao wa Uasin Gishu na Nandi tarehe kumi mwezi huu kwenye bunge la seneti, yameibua hisia kali kutoka kwa wenyeji wanaohisi wawili hao wameamua kumchafulia gavana Natembeya jina kuwa ni mkabila, kutokana na namna jamii za eneo la magharibi zinavyokumbatia juhudi zake za umoja. Hili jambo ya jamii ya waluya kuungana, alijaanza jana? si George Natembeya amelianzisha Marehemu hayati Masinde Muliro aliongelea umoja wa Luya. Marehemu Kijana Wamalwa aliongelea umoja wa jamii ya Waluya, wabunge kiwemo Mukhisa Kituyi, Musikari Kombo, George Captain na wengine wengi sana, lakini hayakuwa na uzito. Wakati mheshimiwa George Natembeya ameanza kuliongelea swala hili, jamii ya Waluya imelijangamkia ime, hilo jambo wamelijangamkia hili kwa sababu wamejua keki ya serikali ya Kenya. Msipoungana kama jamii, hamwezi mkapata chochote. Wanasema mpasuko wa jamii za magharibi kisiasa umewanufaisha viongozi kutoka nje eneo hili, ambao sasa wameonekana kujawa kiwewe kutokana na umoja unaoenezwa. Yeye atuambie kwa kabineti yake mheshimiwa Mandago, wakati hiyo miaka yake kumi, kabineti yake aliwahi chagua mluya ama kabila lingine kuwa minista? Ukienda saa hii Eldoret ukiuliza hata huyo mwenye yuko sahi. Nataka nimwambie Mandago ya kwamba haustahili kuongelea jambo kama hilo, kwa sababu kule Wasinigishu kuna jamii ya Waluya zaidi elfu mia moja na hakuna kitu akome. Tumepewa hata mkazi wa nyumba kusi, kumi leo eh, hii unaweka mapoa hapa Trans Nzoia na kuambia gavana wa Trans Nzoia vile anataka fanye. Kuhusu vitisho vya maseneta hao kuwa gavana Natembeya atabanduliwa afisini kabla ya kutamatika kwa mwaka huu. Mwakilishi wa wadi ya hospital Eric Mwangale amekariri kwa huenda lengo lao ni kutaka kutatiza shughuli za utenda kazi kaunti hii. Wakati tulisikia katika seneti yetu ya Kenya, waheshimiwa wanakuja, they are reducing themselves chini kabisa kwa mambo ambayo inataka isungumziwe na MCA wa kaunti, na najua wao, kumbe tumekuja kukundua kwamba wao ndio wanaleta faragano katika Kenya hii. Mheshimiwa Cherargei, mimi nataka kuambia kwa kauli moja sisi wana Trans Nzoia tunajiheshimu. Wewe kutuambia kwamba kufikia mwisho <mucho> wa mwaka huu governor Natembeya atakuwa impeached, kwani wewe ni MCA Trans Nzoia county? Wakazi hao vilevile wamemnyoshea kidole cha lawama mbunge wa kaunti Lilian Sioi kwa kuingilia majukumu ya viongozi wa bunge la kaunti ya kupiga msasa uongozi wa serikali ya kaunti ya Trans Nzoia. Kuna MCs ambayo wako hapa kwa hii kaunti kazi yao ni kuoversight mambo enaga ya ya, gavana sio kazi ya women rep. Kazi ya women rep ni kusaidia wa mama. Wanalia ya kwamba hujawasaidia sijai kukuona ija hata sijui kwako, na huku tunakuonanda kwa TikTok ukibadilisha manywele ukibadilisha mavazi, tumechoka. Mike Mskoy, West TV, kutoka mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia. <coughs>